Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo leo kanisa linaanza kipindi maalum, kipindi cha majilio ambacho lina tafakari ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo yetu katika Jumapili eh, hii dominika hii ya kwanza ya majilio tunayapata kutoka katika uh, kitabu cha nabii Isaya sura ile ya pili aya ya kwanza mpaka ya tano na somo la pili linatoka katika kitabu cha waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya kumi na tatu kuanzia aya ya kumi na moja hadi ya kumi na nne na Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ile ya 24 aya ya 37 hadi ya 44 na nitaisoma Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata galika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiwedhani mwana wa Adamu yuaja. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, leo kanisa linaanza mwaka mpya wa kanisa mwaka a. Leo ni mwaka mpya wa kanisa, kwa hiyo tunalisherehekea kanisa kwa kuanza mwaka mpya. Hongera sana, mpendwa mtazamaji, kwa kuingia mwaka mpya wa kanisa mwaka a, na katika mwaka mpya huo wa kanisa ambao tumeuanza baada ya kufunga mwaka wa kanisa kwa sherehe ya Kristo Mfalme. Sasa tunaanza kipindi maalum cha majilio. Majilio maana yake nini? Majilio kwa lugha ya Kiingereza ni advent, ambapo kanisa linatangaza kwamba Yesu Kristo Bwana wetu, mwokozi wetu atakuja. Na kipindi hiki cha majilio kimegawanyika katika majuma manne yaani miaka mia nne ambapo wana wa Israeli walimsubiri Bwana kuja duniani kuja kuwakumbua Masiha. Sasa miaka ile mia nne imekuja kufupishwa katika majuma manne. Juma la kwanza ambalo hilo litakuwa linawasha mshumaa, mshumaa wa imani, ambapo manabii wanazungumza juu ya ujio wa Bwana Yesu Kristo na nabii ambaye ataingia kwa kina kuja kututafakarisha ni nabii Isaya. Baadaye tutakuja kumkuta nabii Yohana Mbatizaji akiwa anakuja kutuambia kwamba tuitayarishe njia ya Bwana, na baadaye pia tutaingia, hilo ndio juma la pili. Tutaingia juma la tatu ambapo pia tutakuwa na rangi tofauti, juma la tatu ambalo kutakuwa kuna rangi ya rozi, ambayo rangi hii yenyewe inaonyesha furaha na baadaye tutakuingia katika ile juma la nne ambapo litakuwa ni la furaha kubwa, Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kuzaliwa. Na kipindi hiki ambacho tunaingia nacho tutakuwa tunatafakari mambo haya. Kanisa limebadilisha mavazi, ndio maana tunavaa mavazi ya rangi ya zambarau. Sasa, mpendo wa mtazamaji, mavazi ya rangi ya zambarau yamebeba ujumbe gani? Rangi ya zambarau inawakilisha E, hali ambapo mwanadamu ambaye anamsubiri Bwana inabidi afanye toba. Mwanadamu anapaswa kuweza kujiingiza katika maisha ya kutafakari, njia yangu ikoje? Mwanadamu huyu anajiandaa kiroho kuweza kumpokea Bwana na baadaye, zambarau hii inatoa mwito katika suala so zima la kufanya maandalizi ya kuweza kuja kumpokea huyo mfalme. Kipindi cha majilio kimegawanyika katika makundi mawili. Kipindi cha kwanza ambacho kitachukua majuma mawili kina tafakari juu ya ujio wa bwana wetu Yesu Kristo. Manabii walizungumza kama vile tulivyomsikia katika nabii Isaya sura ya pili aya ya kwanza mpaka atano, anasema kwamba hilo ndio neno ambalo nabii Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda alionyeshwa, habari za ujio wa bwana wetu Yesu Kristo akiwa pale Yerusalemu, na anasema kwamba katika nyakati hizo amesema katika mlima wa Bwana Bwana ataweka imara milima na juu ya vilima na sheria itatoka katika ule mlima Sayuni, kama vile sheria ya Bwana ilivyotolewa katika ule mlima Sinai Musa akawa amepokea. Bwana atawakusanya mataifa yote. Atato, itatoka sheria yake kubwa zaidi katika mlima Sayuni, sheria hiyo ambayo itakuwa neno la Bwana na atawakusanya mataifa yote atafanya hukumu katika mataifa yote mengi na yeye atakusanya kila aina ya makabila. Sasa ujio huo wa Bwana wetu Yesu Kristu ambao nabii sari kama ameutangaza utakoma tutakapoingia katika kile kipindi, juma lile la tatu, ambalo mpaka kipindi kile cha sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristu, tutaingia kutafakari ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristu, kwamba amekuja wakati huo wa kwanza ameishi pamoja na sisi amekufa, amefufuka, na akatangaza kwamba ninaenda mbinguni kwenda kuandalieni makao. Kwa hiyo kanisa litatupeleka katika tafakari kwamba sisi maisha yetu ni ya umilele, tutaenda kuishi pamoja na Kristo. Kwa hiyo tusije tukabweteka hapa duniani, lazima tukae katika hali ya kumsubiri Bwana. Bwana aje, masia aje, aje kuja kutukomboa. Anatukomboa namna gani? Anatutoa katika utumwa, na baadaye tukitoka katika utumwa, tutaenda kuishi milele pamoja na yeye. Kwa hiyo tunaelekeza mioyo yetu kwa Bwana ambaye yeye atakuja siku hiyo na parapanda, atakuja na jeshi la malaika wa mbinguni kuja kulichukua kanisa, na hiyo itakuwa ni majirio ya pili kuja kumpokea Bwana. Usisahau kwamba Yesu kila siku anakuja katika safari yetu ya maisha. Kwa hiyo lazima tuweze kujiandaa kuweza kumpokea Bwana, ndio maana tunapaswa kuweza kutayarisha njia zetu na maisha yetu. Sasa ujumbe wa Yesu Kristo kwetu leo katika Dominika hii ya kwanza ya kipindi hiki cha majilio anatuambia kwamba katika maisha ya mwanadamu kila siku lazima akae katika mkao wa kujiandaa kuja kumpokea Bwana asije akazama katika dhambi zile za wazee wetu wa kwanza, katika kipindi cha Nuhu ambacho uovu uliingia duniani, mpaka Mwenyezi Mungu akagaili kwa nini amemuumba mwanadamu. Na ule uovu ulipoingia, Mwenyezi Mungu aliangamiza dunia yote kwa gharika, kwa maji, na aliyepona alikuwa ni mtu mmoja tu mwaminifu mbele za Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa anaitwa Nuhu na familia yake. Sasa, vitu gani viliwapelekea wenzetu hawa kuweza kuangamia katika ile gharika, kupitia ule uchafu ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amekasirika? Ni matendo haya ya kwanza, wale watu waliingia katika maisha ya kula na kunywa, wakazama sana katika habari za kuoa na kuolewa. Hizo zilikuwa ndio ajenda zao za maisha ya kila siku. Sasa mambo haya ya kula na kunywa kuolewa na kuoa na kuolewa ziliwapelekea wengi wakamkataa Mwenyezi Mungu, wakaona maisha ya mifungo katika hilo eneo. Gharika ikaja ikaja ikawaangamiza wote. Sasa Yesu anatuandaa, anasema kwamba katika siku zile za mwisho atakapokuja yeye, amesema wakati huo kutakuwa kuna watu wawili ambao watakuwa wamekaa ndani, mmoja ambaye alikuwa amefanya matendo mema atanyakuliwa ataenda na Bwana mbinguni, na mwingine matendo yake ambayo alikuwa amezama katika mambo hayo aliyoyazungumza ataachwa. Anazungumza habari za wanawake wawili ambao watakuwa katika shughuli za mapishi kuweza kuanda kuandaa chakula, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Mpendwa mtazamaji, katika nyakati hizi, moyo wako umezama katika mambo gani? Moyo wako umezama katika kuweza kumngoja Bwana? Je, atakapokuja Bwana kuja kufanya ule unyakuo kutupeleka mbinguni, utakuwa ni mojawapo ya wale ambao wameachwa, au utakuwa ni mojawapo ya wale ambao watachukuliwa na Bwana? Maana yake taa yako inawaka, unamsubiri Bwana. Anatoa mwaliko Yesu anasema hivi, kesheni basi, maana hatujui siku ambayo atakapokuja. Na ukiona Yesu Kristo anatoa mwaliko wa kuweza kukesha, utambue kuna kitu kibaya kinakuja katika safari yako ya maisha. Maana yake kesha, washa taa yako taa ile ya ubatizo ambayo ulikuwa umepewa ukaambiwa, uilinde ibakie inawaka. Na ili taa ibakie inawaka, lazima iweze kuwa na mafuta, na mafuta hayo maana yake ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwe na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, taa yako ibakie inawaka. Usizime taa yako kwa kutenda dhambi. Dhambi sikufanye, ukazima taa yako ile ambayo ulikuwa umewashwa nayo, na vazi lako lile la ubatizo likawa limeharibika. di anasema kwamba mwizi angelijua saa, mwenye nyumba angelijua saa ambapo mwizi anapokuja, angeweza kuja kukesha katika maisha hayo. Na Paulo anasema kwamba kama tumejua wakati ambapo Bwana atakuja, amesema tuamke katika usingizi. Anasema kwamba us, tuamke katika usingizi, yaani saa ya wokovu ndio sasa, majilio ndio sasa. Mwalike Bwana Yesu aje katika maisha yako, afungue maisha yako afanye maisha yako yaweze kuwa na matumaini, usiishi katika suala zima la dhambi. Bwana anakuja kuja kutupokea. Bwana anakuja kuja kufuta kila aina ya machozi ambayo tuko nayo. Bwana anakuja kuja kutupeleka mbinguni kwa Baba, nasi tutakaa naye milele, tutakaa naye milele. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.